Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres amepita nchini Tanzania na kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Agustin Mahiga. Katika mazungumzo yao katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, Guterres amesema jumuiya za kikanda ni muhimu katika kuimarisha amani duniani. Taarifa zaidi na Gloria Michael. Guterres amepita hapa nchini akitokea nchini Somalia na Kenya ambako alikwenda kuangalia hali ya chakula nchini Somalia na hali ya wakimbizi kutoka Somalia walioko nchini Kenya na kuona namna Umoja wa Mataifa unavyoweza kusaidia kutatua matatizo hayo baada ya kuona hali halisi. Aidha, kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa amesema Tanzania ina nafasi nzuri katika utatuzi wa migogoro katika eneo la Maziwa Makuu na ukanda wa Afrika Mashariki. Hii ilikuwa nafasi adhimu kuzungumzia namna bora ya kuunga mkono juhudi za Rais Mkapa katika kutatua mgogoro wa Burundi na tunatumaini mikutano ya Afrika Mashariki itasaidia kutatua migogoro kama tulivyoona Gambia. Tunaamini hili, jumuiya zikiwa na sauti moja Burundi itarudi katika hali ya kawaida. Akizungumzia ujio wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Augustin Mahiga amesema Guteres amelazimika kupitia Tanzania kwani Tanzania imekuwa ikipokea na kuhifadhi idadi kubwa ya wakimbizi kutoka nchi za Maziwa Makuu haswa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama mnavyofahamu, Mweshimiwa Rais yuko Dodoma, lakini ameniagiza nimpokee, nimpe salamu na pia kumkaribisha kwamba atafute nafasi ya kutembelea Tanzania kwa wakati mwafaka atakapokuwa na nafasi, lakini pia alinipa ujumbe ambao nimfikishie katibu mkuu aa, moja ni kuhusu mchakato wa amani kule Burundi ambao unasimamiwa na, na rais mstaafu Benjamin Mkapa, na la pili ni kuhusu um, matarajio ya mabadiliko ya kisiasa huko Demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yani DRC, swala ambalo wote tuna matarajio makubwa kwamba safari hii kutapatikana na suluhu ikiwa ni pamoja na uchaguzi, lakini pia ni wakati ambapo Umoja wa Mataifa utaongeza muda wa majeshi yaliyoko kule na ndani ya majeshi ya Umoja wa Mataifa, kama mnavyojua, Tanzania ina majeshi yake pale ambayo yamekuwa yakisaidia kutuliza amani uh, upande wa mashariki wa Kongo. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameondoka nchini kurejea mjini New York nchini Marekani. Gloria Michael, TBC, Dar es Salaam.